Mimi ni Dr. Lucas. Je, unajua kuwa mmea mmoja wa baharini ambao unaweza kubadilisha kabisa afya yako ngozi yako na hata nguvu zako za mwili? Ndio ninazungumzia kuhusu mwani, mmea wa ajabu unaoitwa mali ya bahari. Leo nitakwambia kwa nini unasemwa tafuta mwani kwa gharama yoyote, alafu utumie. Usiache hadi mwisho wa video hii, maana utashangaa nguvu kubwa iliyomo ndani yake. Lakini kama wewe ni wa kwanza kufungua video hii, tafadhali sana usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mara kwa mara pindi ambapo tunakuwa tunaziaplodi. Kwanza kabisa, mwani ni mmea unaoota baharini, hasa maeneo yenye maji safi na chumvi ya wastani. Unaaminika kuwa ni moja ya vyanzo bora zaidi vya madini duniani. Ndani yake kuna zaidi ya madini tisini ambayo mwili wa binadamu unahitaji kila siku, ukianza zinc, chuma, calcium, iodine, potassium na mengineo mengi. Kwa lugha rahisi, ukila mwani ni kama unapata virutubisho vya vidonge vyote vya dukani, lakini ni kwa njia ya asili kabisa. Lakini si madini pekee yanayofanya mwani kuwa na thamani. Mwani unasaidia sana kuimarisha kinga ya mwili kwa sababu una virutubisho vinavyosaidia seli zako kupambana na magonjwa, mafuta na hata uchovu wa mara kwa mara. Pia unasaidia sana kwa afya ya ngozi na nywele. Kuna watu wengi duniani wanaotumia mwani kama maski ya uso au juisi ya asubuhi, na ngozi yao inang'aa bila kutumia krimu za gharama. Kwa wanawake, mwani husaidia kusawazisha homoni, na kwa wanaume huongeza nguvu za mwili na stamina. Hivyo si ajabu watu wanaosema mwani ni kama chanzo cha ujana usiokwisha. Je, unajua pia mwani unasaidia mifumo ya akili na kumbukumbu kumbu. Ndani yake kuna madini yanayosaidia ubongo kufanya kazi vizuri zaidi. Kama unajikuta unasahau haraka au unachoka kiakili, e, jaribu mwani kwa wiki halafu, utanipa majibu. Na kwa watu wanaopambana na shinikizo la damu, kisukari au cholesterol. Mwani husaidia kusafisha damu na kupunguza mafuta mabaya mwilini, ni kama dawa ya asili isiyo na madhara. Kuna methali ya kiafrika isiyo rasmi inayosema, asiye na mwani hana nguvu za bahari. Ina maana kwamba nguvu, afya na mwanga wa mwili wako unaweza kurejea kwa kutumia kitu hiki rahisi kutoka baharini. Mwani unaweza kuliwa kwa njia nyingi. Unaweza kukaushwa na kusagwa kuwa unga ukachanganywa kwenye juisi, uji au smoothie, au hata kupikwa kama mboga. Cha muhimu ni kuhakikisha unapata mwani safi, hasa ule wa asili, sio uliopakwa kemikali. Kwa hiyo ndugu yangu, tafuta mwani kwa gharama yoyote, si kwa sababu ni anasa, bali ni uwekezaji kwenye afya yako. Mwani ni siri ya nguvu, ngozi nzuri, akili tulivu na mwili wenye kinga imara. Kama ulijua mwani ni wa kupikia tu, sasa umejua ni zaidi ya hapo. Sasa nitafute katika namba ambayo inapita kwenye skrini yako, ili uweze kunipata kirahisi na uweze kuhudumiwa kwa zao hili la bahari. Andika chini kwenye komenti, nitaanza kutumia mwani leo, na usisahau kulaiki, kusubskribe, maana video inayofuata nitakuonyesha jinsi ya kutumia mwani kwa faida zaidi. Mwilini. Asante, ulikuwa nami Dr. Lucas. Tukutane tena wakati mwingine.